Padre Kitima ni kiongozi wa kiroho mkubwa, anashambuliwa na pigwa. Katekista mmoja kule naye kashambuliwa, kapigwa. Watu wanaondoka hivi hivi mbele ya macho yetu. Ili jambo haliwezi kukubalika na mtu, maana yake hatuta kuwa na nchi. Ni lazima hawa wakuu vyombo tuwalinde ili waweze kusimamia nchi yetu sawasawa, tuwe na future iliyojaa baraka. Na pia damu kumwagia katika nchi ni laana pia tunaingiza nchi yetu kwenye laana itoe mfano ndugu zangu, ninaomba niwaambie ukweli kwamba utekaji si utamaduni wetu wa Kitanzania na mbalo, na ni jambo ambalo kuwa kwatei. Na hiki kitu ni aibu kwa nchi. Hatuwezi kuwa na watalii siku zijazo, hoteli zetu haziwezi kuaminiwa, mahusiano yetu yanaharibika. Mimi siwezi kukaa kimya. Wale mnaokaa kimya kaeni.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 Watu wanasipenda kusema hivyo. Leo bungeni kuna dakika za kikanuni za kuongea dakika kumi mpaka kumi na nne. Huwezi kuweka hoja kama inataka atakuongea, kwenye kamati kamati, uwe kwenye kamati husika. Lakini pia leo siongei kama mbunge. Anayeongea hapa ni mtu yule yule, lakini siongei kama mbunge. Mwingine anasema Kwani usiongee kama mneki wa CCM. Ni kweli mimi ni mneki wa CCM. ila leo siongei kama mneki wa CCM. Mwingine atasema wewe ni askofu, kwani usiongee kama askofu. leo siongei kama askofu. leo naongea kama mtanzania.